Hapo zamani za kale katika mbuga kubwa ya Afrika iliyojaa uoto wa kijani kibichi na mito yenye maji tele, waliishi wanyama wa aina nyingi sana. Lakini wanyama wawili kati yao walijulikana kwa sifa tofauti kabisa, ambaye ni simba aitwaye Barafu na tembo aitwaye Kongwe. Barafu alikuwa kijana mwenye nguvu, jasiri lakini pia mwenye kiburi. Alijiona ndiye mfalme halisi wa mbuga na hakuheshimu yeyote. Hata wanyama wakubwa kuliko yeye. Alikuwa na kanuni moja tu na kusema, mimi ni simba, hakuna anayeweza kunisimamia. Kongwe kwa upande wake alikuwa tembo mzee mwenye hekima na busara. Wanyama wengi walimthamini kwa maamuzi yake ya haki na mara nyingi walimkimbilia kupata ushauri. Alijulikana kwa kusema, nguvu bila hekima ni hatari kwa kila mmoja. Siku moja Barafu aliona kundi la pundamilia likinywa maji mtoni karibu na familia ya tembo bila hata kuomba nafasi, alirukia katikati akawafukuza wote na kutangaza kuwa maji haya ni ya simba peke yao. Kongwe alikuja pole pole na kusema kwa sauti tulivu, Barafu, maji haya ni ya kila mmoja wetu, sisi sote tunahitaji kuishi. Lakini Barafu alinguruma kwa hasira, sina muda wa kusikiliza mafundisho ya tembo mzee, ondoka hapa kabla sijakuonyesha mimi ni nani. Wanyama wote walinyamaza. Kiongozi wa tembo amedhalilishwa hadharani, lakini kongwe hakupigana. Alitabasamu na kuondoka kimya kimya. Miezi michache ilipita, msimu wa kiangazi uliingia. Mito ikaanza kukauka, majani yakaanza kunyauka. Barafu alijiona bado ni mwenye nguvu na hakuwa tayari kushirikiana na wanyama wengine. Siku moja aliamua kuvamia kundi la tembo ili kuwafukuza kwenye bwawa walilokuwa wakilinda kwa zamu. Alifika peke yake akaanza kunguruma, lakini alichokutana nacho kilimshangaza. Tembo walikuwa wameungana, wakubwa kwa wadogo, walisimama kimya, lakini walikuwa tayari kulinda haki yao. Kongwe alimtazama Barafu machoni na kusema, sasa ni wakati wa kuchagua, vita au mshikamano. Barafu aliruka mbele, lakini alipiga kisiki cha mti kilichokuwa kimejificha ndani ya tope, akajiumiza mguu. Alianza kulia kwa maumivu. Hakuna simba aliyejua, lakini Kongwe alinyanyua mkonga wake na kumsaidia kutoka mtoni. Barafu alipigwa na butwa na kusema, mbona unaniokoa wakati nilikutukana na kukudhalilisha? Kongwe alimwambia, hekima ya kweli ni kusaidia hata adui wako, kwa sababu mwisho wa siku wote ni viumbe wa mbuga moja. Barafu alipona jeraha lake akiwa chini ya uangalizi wa tembo. Alijifunza mambo mengi, jinsi ya tembo wanavyotunza watoto wao jinsi wanavyoshirikiana kutafuta maji na jinsi wanavyotunza kumbukumbu ya kila kitu. Baada ya wiki kadhaa, barafu aliporudi porini, alikuwa mtu mpya. Alikuwa tayari kusikiliza, kusaidia na hata kuongoza kwa haki. Alikusanya simba wengine na kusema, mbuga yetu ni moja, tusigawanyike kwa sababu ya nguvu au ukubwa wa sauti. Tukishirikiana, hata jua kali la kiangazi haliwezi kutushinda. Wanyama walishangilia. Simba na tembo wakawa mfano wa mshikamano. Barafu na kongwe wakawa marafiki wa karibu, wakisimulia simulizi hii kwa vizazi vipya. Je, yeah, umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza nguvu ya kweli haimo kwenye misuli, bali katika uwezo wa kusamehe, kushirikiana na kuwa na moyo wa kujifunza. Kiburi kinaweza kukuangusha, lakini busara hujenga umoja. Je, yeah, wewe umejifunza nini kupitia stori hii? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa komenti. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.